Habari za wakati huu tena, mfuatiliaji wa kankono TV, karibu tuangazie kile kilichojiri ulimwenguni. Na wakati huu bado tunatazama mzozo kati ya Israel na Iran. Naitwa Ramadhani Fupi. Rais wa serikali ya mapinduzi ya kiislamu ya nchini Iran, Masoud Pezeshkian ametoa tahadhari kwa taifa la Iraq kuhakikisha kwamba inalinda mipaka yake pamoja na anga lake kufuatia kutanuka kwa vita vinavyoendelea kati ya Israel na Iran. Ikumbukwe taifa la Iran linapakana na taifa la Iraqi, ambapo ili kombora lolote litakalotumwa kutoka Israel kwenda Iran lazima kwanza lipite kwenye anga la Iraq kisha lifike nchini Iran. Kufuatia hali hiyo, Iran imesema kwamba makombora yoyote yanayorushwa kutoka Israel kwenda Iran kama yatapita kwenye anga la Iraqi basi huu ni uthibitisho wa kweli na wa wazi kwamba utawala wa Iraq haujali sheria za kimataifa. Akizungumza kwa njia ya simu na waziri mkuu wa Iraq Mohammed Shiyad Al Sudan, rais huyo wa Iran Masud Pezeshkian amemtaka waziri mkuu wa Iraq kuwa macho na mipaka yake. Namnukuu, tunasisitiza kwamba serikali ya Iraq lazima iwe macho zaidi na mipaka yake na kutoa ulinzi zaidi wa mipaka ya anga yake ili kuzuia matumizi mabaya yoyote ya ardhi ya Iraq dhidi ya Iran, alisema Masoud Pezeshkian. Masoud Pezeshkian aliongeza kwa kusema kuwa Iran wala haikuanzisha vita, isipokuwa tu ilijibu mapigo kufuatia uchokozi ulioanzishwa na Israel, na kama Israel itaendelea na uchokozi wake, basi Israel itakutana na majibu makali zaidi na ya kuumiza. Pezeshkian amesema kuwa mara kadhaa Israel imekuwa na historia ya kushambulia nchi za Kiislamu kama vile Palestina, Syria, Lebanon na hata Iran, hivyo endapo tabia hii haitokomeshwa, basi huenda muda si mrefu nchi zingine nazo zitakumbwa na jambo hili hili linalofanywa na utawala wa Israel. Pezeshkian hakuishia hapo, alisema kwamba nchi zote za Kiislamu ulimwenguni zinapaswa kusimama imara ili kupinga na kutokomeza tabia hii ya utawala wa Israel. Kwa upande wake waziri mkuu wa Iraq Muhamed Sheyad Al Sudan amesema kwamba Iraq inaiunga mkono Iran na inakemea vikali uchokozi wa Israel. Pia Al-Sudan ameongeza kuwa operation ya kijeshi ya kulipiza kisasi cha Iran dhidi ya Israel inayojulikana kama operation Ahadi ya Kweli namba tatu ni jibu la uhakika kwa utawala wa kuangamiza wa Israel ambao uhai wake unategemea uvamizi na ukiukwaji wa haki za kimataifa. Al-Sudan amesema kuwa taifa lake limewasilisha malalamiko yake juu ya matumizi ki ya kiuchokozi ya anga lake na serikali ya Israel huku waziri mkuu huyo akisema kuwa sasa Iraq itadhibiti mipaka ya anga lake na kutoruhusu jambo hili kujirudia. Rais wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu ya nchini Iran, Masud Pezeshkian, amesema kwamba mara nyingi wakiwa kwenye vikao na viongozi wa Marekani, Marekani imekuwa ikisema kwamba Israel haiwezi kufanya mashambulizi yoyote bila ya ruhusa kutoka Marekani. Hivyo ni dhahiri kabisa, shambulizi lililofanywa na Israel siku ya Ijumaa ni kutokana na ruhusa ama idhini kutoka Marekani. Mfuatiliaji wa kankono TV, hali bado inazidi kudorora mashariki ya kati, huku tahadhari mbalimbali zikitolewa. Basi endelea kutufuatilia zaidi ili kufahamu mambo mengi yanayoendelea ulimwenguni. Pia usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Naitwa Ramadhani Fupi.